Waziri wa Afya Aden Duale ametoa onyo kwa madaktari wanaotumia njia za mkato kufilisi bima ya afya ya SHA. Waziri Duale aliyefika mbele ya kamati ya afya ya Seneti amezionya hospitali dhidi ya kudai malipo ya huduma ambazo hazijatolewa. Waziri Duale pia ametetea juhudi za serikali kuwaajiri madaktari wanagenzi baada ya KMPDU kuwasilisha lalama Seneti. Melita Oletenges anatuarifu zaidi. Bima ya afya ya kijamii SHA imekumbwa na changamoto si haba huku wakenya wengi wakielezea wasiwasi wao kuhusu utekelezaji wa mpango huu. Leo Waziri wa afya Aden Duale amesema kuwa serikali inaendelea kufanya uchunguzi kuhusu madaktari wanaodai malipo huku wakidai wamefanya huduma ambazo hawakuzifanya. A facility that say they have conducted 10 surgeries.

To the criminal justice system. Baada ya chama cha madaktari nchini KMPDU kuwasilisha malalamiko yao kutoka kwa madaktari kwa seneti, Duale alielezea kamati ya afya ya seneti kuwa serikali itaanza kuwaajiri madaktari kutoka vyuo vya masomo ya udaktari kuanzia mwezi Julai.

Pia Duale alielezea kwamba baadhi ya wa wahudumu wa afya watapandishwa vyeo, ikiwa ni pamoja na wale walioajiriwa kwa mikataba ya SHA. Aidha, alithibitisha kuwa serikali itasimamia masomo ya madaktari wanaoendeleza elimu zao nje ya nchi kupitia wizara ya afya badala ya serikali za kaunti and we have agreed to move forward to National Treasury. The council of governance and the MOH will go to the uh, will have a, a sitting with the National Treasury. Milita Olitenges, Runinga Citizen